Hapana, hufai kutaja mama yetu si. Hapa saa zingine naumwa na sumbuliwa, juu nafanyia watu kazi ngumu. Mungu unaenda kufanya kazi, unapata hata mtu anakuambia ati ulale naenda kupepesa. Sasa zingine tu, unaona mimi nakataa na kuchapa na kuacha. Unarudi bila chakula, unachemsha maji, unacha watoto walale uh, mkitumia pesa zangu si ndio? Sasa mam, why? Where is my son? Hapa <imansi> so, so, tuko na sister Grace. Nilikuwa nimeelezea Grace mara ya kwanza nikimpigia simu afike hapa kwamba akuje na sister yake, lakini alikuja peke yake. Alikuwa ameniambia sister yake alikuwa busy, lakini amefika, tutaongea na yeye pia kwa utaratibu tuweze kujua venye tunasaidiana hapa, hii maneno isikuwe mingi sana. uko aje sister? niko poa. naitwa nani tafadhali? naitwa Stella. Stella. nilikuwa yeah, nimeongea mm -hmm. na sister yako mara ya kwanza ukuje na yeye, lakini kaona akakuja peke yake, sijui ulikuwa uh -huh. wapi, kwa mbali, nikikupigia nilikwambia ukuje na tena nauliza jana. yeah. Tulifukuzwa kwa ile nyumba, so mi sioni haja ya meeting, tuna meet kufanya sio? huh? Sioni haja ya hii meeting because tulifukuzwa vibaya sana hadi tukapigwa. Kuna haja gani ya meeting? ni... Unajua kitu ulifanya mkafukuzwa? uh -huh. yeah. We were innocent. yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. The only thing, yeah. Ni venya venyewa kutaka kutusikiza. Yes. So we are innocent. Innocent. Yeah. Sharon alikuwa anaishi na nyinyi hapo ndani na Dani, si ndio? Mhm. Mm kwenye alikuwa anaishi na nyinyi hapo anasema mlimfukuza. Ni ukweli mlimfukuza? Mlimfukuza mm -hmm. Na mtoto wa nani wa Suzy na mm -hmm. mtoto wake ni ukweli? Tabia zake ndio zilimfukuza. Bas. Ah. Yeah. Her no. behaviors. Alikuwa anafanya nini? Alikuwa na tabia gani? Huyu msichana hmm. Kitu ya kwanza alikuwa mtu wa wanaume. Kila wikendi. Instead of kufanya kazi yenye limleta huko ye, hmm, alikuwa sherehe sherehe sherehe kila time, kila time. Yeah. mtoto ni sisi tuka tunamwangalia. We were doing like everything. Sasa tunashindwa huyu kazi yake ilikuwa nini kwa hiyo nyumba? Yes. Sure. Yeah. Yes, sure. Yani, unaweza danganyana na mimi jina langu. You've known my behavior. Which one? The bad behavior. Yes. Which one? Stella. Are you, you're speaking the opposite kila kitu unasema ni dada yako mesawadi venye mko mnanigongea, mtoto ndio mnisikize vibaya juu mimi sikuwa naongelesha nashughulikana na nyinyi. Yaani, you Stella, uko serious na kitu unasema hiyo. Masharon alikuwa anafanya ile ilifanya akatoka kwa nyumba ama mlimfukuza? Ndio, hakuna mtu alimfukuza, behaviors zake, she was guilty. Hapa ni vile tu ana play victim. Yes. but she was the problem. Sure. Mm -hmm. Yeah. Stella, Stella, I thought you were mature enough to say the truth. Yes, I am, and I'm the truth the right now. Why mm -hmm. are you covering up for your sister and your bad Mbona... covering for anyone. mbonal say the truth. Actually just give us everything we don't even want your truth, mtashinda medanganya. No, listen. Stella, mm -hmm. nime nimegrow up na sistangu so sijui ni nini hata ina kutriga ama inaendelea kwa hiyo maindi yako for you to open your mouth na unasema such kind of words za sistangu i know her i know her better than hata nyua wile tama mjui vizuri so ati ati sijui tabia gani first of all let's start from nani alikwambia sister wao ilikuwa naishi kwa hiyo nyumba kufanya kazi cause na sikii hapo ukisema ati oh sijui yuko anafanya kazi kazi gani Sista angu ni mwenye hiyo nyumba if I am not around meaning she can be in charge of the house exactly. more than you, both of you uh-huh. I know her, I know her. Amekuwa akiangalia mtoto wangu tangu akuwe mdogo na mpaka akipata wake akacha kuangalia, so acha kuniambia anywhere at you guys were taking care of the kids you were taking care of the kid. na mliendapo kama mmemfukuza, yeah. Mkumfukuza peke yake, alafu mwambie basi eh, wacha wa baki, watoto wabaki, tutaangalia watoto. Simseme tu ukweli, mmesaoni mara ngapi mmenifukuza, ndio mlete huyo mwanaume kwa nyumba mnasahau. Yes. Pia Stella. Mimi, mimi nyinyi kwangu ni step sisters na it some it of the the things way way you used to do to us si ati we were blind we were just pangu kind enough, si unakumbuka venye mama enu alikuwanga eh? Sometimes, hey. Mbaka, there was sometimes mpaka sometimes tunanyimwa mpaka food. Shut up! ni mama yenu nimetenga ushago kabisa aribu kiwa wawilana kwa nyumba yangu, sio yenu, siyo. Nataka nikuulize kitu. Huyo ah, mwanaume mwenye alikuwa na wewe tulimpata pale, na tuliwapata wakiwa amekaa pale, alafu eh, huyo ni mtu mwenye unajua kwamba ni bebi dadi wa Suzy, sindio? Ndio alizalisha Suzy, na anasema alimdampa afta alimpea bol hiyo ni kitu unajua, si ndiyo? Eh hey, eh I know hey. Sasa wewe oh, unaona ni vizuri sana sister ako kutembea na ni na nina, mtu mwenye elimu sana na, na nina, me I don't see the problem, tell me kama wanapendana eh, kama wanapendana what's the, the problem hmm? Yeah, he's a man like any other. Yes. <inaudible> <inaudible> Yes, and he loved her. Yes.

Nani, Stella, unajua kitu yenye imetuleta hapa hata sio kuongelelea mambo wa na wanaume mm -hmm. E, Sharon ameleta hapa malalamisha akisema kuna, kuna documents ambazo zilikuwa kwa hiyo nyumba mm -hmm. Kuna pesa pia wanaclaim kwamba mm -hmm. Haiko sijui hizo documents kama kuna ma, mahali muliweka mahali hawezi fikia, mkawaambia waende angalie tafadhali. The you those documents you in charge of huh? Nyinyi mlichukua hizo documents. Mnapeleka oh, wapi? Documents ya, ya mtoto wangu nani, nani? Hey, Sharon alikuwa anaweka. Na, you guys, na nini mliingia mkaanza kutafuta vitu it to France? nilikuwa nafaa kuchukua birth certificate ni travel nayo mpaka France, si ndio?

When what you mzilete. Yeah. Stella, back and forth. zitweni. <laughs> Unaona, tukikuita hapa hatujakuja ti tuanze kuagu venye mnaagu hivi, okay. Ilikuwa tu mtuelezee mm. malizi vitu mmeeka Hatuna. Alafu mpatiane Matuna. kama sio zenu ni za huyu mpatiane tutafadhali. Alafu isitoshe okay, pia kama kuna pesa ambayo wanaongelea kwamba mlikuwa juu, mna account, mna access juu ya ya Sharon, mjue venye mna handle hizi vitu haraka haraka ziishe, tusipeleke maneno sana, tafadhali okay. Sasa uh, there is this girl we had employed as a maid. Hmm. Mm, oh, yeah. You you remember mm -hmm. Maybe maybe I can call her her, hmm, and ask her some of those documents you are talking about.

Nimekuambia mama yangu hapo don't mention my mother utajaribu kusema mama yangu I will hit you don't mention my mother Hivi si. miguu si. Hapana, hapana ufai kutaja mama yetu hapa please. If no. if if you you you want want hey. hey. want peace peace peace, keep her out out of of this this, okay up. She's not involved, don't mention my, my mama mom mom fight our abuse leave. Usiku usiku mchana mchana, mlipewa mlieko kazi na nini na Suzy, kuna kazi na mlipewa na Suzy, mhm Shida yao, shida yake ni mdomo. A tena huyu sister yake amemuinfluence. Hmm. Kila kisa ni uongo, uongo materials nini nini nini nini wanatumiwa pesa. Hiyo pesa ni ya sherehe na kuweka ile ile ile lijibaba huyo mwanaume. Huyo mwanaume alirudi after alisikia ati nyumba imejengwa. Nani ni msichana mgani? akona akili yake anaweza chukua mwanaume alikuwa sure, hata kujiheshimu peke yake hawezi jiheshimu. Nyamaza mdomo yako. He was my man first before your stupid sister caught him. I'm inheriting man, I'm not inheriting, I'm taking what was mine first, so whether you you are using my sister

You try me again. Naniwa, nani igia huyo mtu mwenye msema I I don't care if I'm going to to to die. I will kill you young girl. Uh, wait, you just calm down. down. I'm going to call that lady. Okay? Sit down. We find ways to, to solve this. Nani, kwa na heshima na, nani Grace. Malas, documents Grace. Yes. Grace, I am as hot as hot hell. Tafadhali nani awezi kumbuka mambo umefanywa na sister yako ungrateful Ungrateful creatures. Mm. Mbona unakuwa hivyo? ungrateful creatures. Hii nyumba nani amejenga? Ukiwa uko na ya kwa Nyamazo, na ya pesa sema, oh, naenda kuleta. Si ilikuwa inachukuliwa wa, ukiwa wapi wewe? Basi simu, unajifanya very innocent uh -uh. Stella, na muacha kujifanya, Stella, the the the victim, by the way we are actually the victims, so so so evil. Unajua, unajifanya sana and so good

but, but you, i thought you are the matured one she i thought kuna vitu zingine huwezi nifanyia so what do you want give me back

kwa nyumba yako nikiangalia watu walikuwa wanateseka hivi, mnaniongelesha hivi, talking about the documents, uh-huh. It's just one one paper. paper. Okay, go and bring that one paper. Mbona usipigie huyu mtu mulize kama anajua mali documents ziko, kuliko tumlete hapa na kama mko nazo mtoe tu tafadhali, yes. not going to keep and saying. Mpete. Unamdamu amesema wapi?

Amngefanya hivyo nani? Grace, usidharau wenzako hivyo. Kama kweli alishai kusaidia kwa hivu. Maisha Achala, huyu sijui so alitoka wapi, aliokotwa wapi? the only thing she has to say is okay. Lies na ulianza kukua security woman lini? Uh-huh. Ndo lichungie nyumba Ha. Who asked you to unichungie nyumba, mm -hmm. I left my sister in charge. Nyumba nilijenga juu, sikutaka kuona mkiteseka ama mrudi ushago. Sikutaka kuona mkikaa kama watu wamejiachilia. I decided hamtenda ukaa ushago, mama yenu tuntaka ushago, mkuje mkae Nairobi kwa nyumba yangu na sister yangu, mm -hmm. And then nikawekea kazi, sikutaka kuona anyone of us nione tukikaa hii kiburi yote ni it's my man? Yani mimi nang'ang'ana, nafanya huko kazi, nawatumia pesa nyi, mpaka mko na audacity ya kupata pesa ya kutafuta maid, mko na pesa mm -hmm. ya ku employ other peoples kwa kazi zenye nimewekea. Kazi yenu ni kupati kunifukuzia mm -hmm. I I don't care. In not our, in my no, house because, no, because don't even care kwenye mtaenda but kwenye mna party. Nyumba yenye nimejenga ndio mtoto wangu akaange huko, ndio mnaleta wanaume ndo mnakuja kupati mkitua manguo wengine wa kiromance kwa viti of what? Of a man? So tunafanya aje, Stela, ile maneno ishe, kwa sababu ni documents tunataka, kama ziko mjue venye mna zinafika hapa tafadhali mpeane na Suzy. Kwanza tunataka kuona hiyo document yenye amesema ako nayo hmm. Na tuambie alitoa wapi Alexia Saji. I just got it in nini together with my my papers, my documents. documents. Yes. document. You are talking too much. She Bring the documents. Kama uko nazo, enda uleta. Leta tu zote useme ni ni moja. moja. uko nazo. It's just just one. And a yeah. Yeah. Yeah. Leta, Leta, Leta And And I hope you meeting okay. Okay. because this is just repetition. unajua, inataka ishe kama mepeana vitu zake nani, yes. yes, Grace. Please. Grace. Hii meeting inataka ishe kama mepeana Suzy vitu zake mm -hmm. Tafadhali